Karibu sana tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari za wakati huu. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na leo tutaangazia lesoni ya siku ya Jumatatu yenye kichwa kinachosema Jaji wa juu kabisa. Usomaji wa Biblia kwa mpango tunasoma kitabu cha Yoshua sura ya saba. Tuombe. Eh, Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako na rehema zako ambazo hazikomi. Tunapofungua neno lako utuongoze kwa Roho Mtakatifu ili tuone ukuu wako kama jaji wa haki. Tusaidie kuelewa kwa nini unachukia dhambi lakini bado unatupenda sisi wenye dhambi. Tufundishe kutembea katika njia zako za haki na amani. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu letu la ukariri ni kutoka kitabu cha Yoshua sura ya kumi na ule mstari wa arobaini na mbili. Na wafalme hao wote na nchi zao Yoshua wa akatwaa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Bibilia inamtambulisha Mungu kama hakimu mkuu wa ulimwengu mzima, tofauti na majaji wa kibinadamu wanaoweza kupendelea au kupokea rushwa. Mungu hahukumu kwa sura, Mungu hahukumu kwa cheo, Mungu hahukumu kwa mali. Yeye ni mwenye haki, yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwenye kweli. Tunasoma kwa kitabu cha Zaburi sura ya saba na ule mstari wa kumi na moja, inasema: Mungu ni mwamuzi wa haki, na Mungu anawakasirikiwa kila siku kwa mtu asiye haki. Hii inatufundisha kuwa Mungu hafumbi macho uovu. Bali anahakikisha haki inatendeka. Utakatifu wa Mungu unamaanisha kwamba hawezi kukubali dhambi. Dhambi ni kinyume na tabia yake takatifu. Ingawa Mungu ni mvumilivu na hutupa muda wa kutubu, anasema wazi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi sura ya sita mstari wa ishirini na tatu. Hivyo kila dhambi lazima iwe na matokeo yake. Mungu aliwahi kuamuru vita dhidi ya dhambi, si kwa chuki dhidi ya watu, bali kwa chuki dhidi ya uovu. Alipoongoza Waisraeli kupigana na Wakanani, lengo halikuwa kujitukuza bali kuondoa uovu uliokuwa umetenda katika nchi. Mungu hatendi vita vya kibinadamu vya kisiasa au kisasi, bali vita vya Mungu ni vita vya haki dhidi ya dhambi. Ni muhimu kuelewa kwamba Mungu si mpiganaji wa damu bali Mungu ni mpiganaji wa haki. Wakati mwingine wa Israeli walishindwa vita kwa sababu walikosa wa uaminifu kwa Mungu. Tunasoma kitabu cha Yoshua sura ile ya saba, kisa cha Akani. Hii inaonesha kwamba Mungu si upande wa yeyote bali upande wa haki. Mungu anatajwa pia kama mfalme wa haki na amani Kazi yake ya hukumu si ya kulipiza kisasi bali ni kuhakikisha sheria yake inaheshimiwa na uumbaji wote unadumu katika utaratibu. Kama hakimu, anatekeleza hukumu ili kurejesha haki, ili kurejesha amani, na ili kurejesha utakatifu vilivyoharibiwa na dhambi. Katika ulimwengu wa leo, watu wengi ufikiri Mungu hapendi au anakaa kimya panapo kuwepo uovu lakini kweli ni kwamba Mungu anavumilia kwa muda akitoa nafasi kwa watu kutubu, lakini siku moja atahukumu ulimwengu kwa haki. Watesalonike wa pili sura ya nne mstari wa kwanza na ule mstari wa nane inatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye atakayehukumu walio hai na wafu, na kwa wacha Mungu imeandaliwa taji ya haki. Hii ni faraja kubwa kwa waaminio wote Kwani inatuhakikishia kwamba haki inatendeka hata kama sasa inaonekana kuchelewa. Wakati mwingine watu huona dhana ya Mungu kama hakimu kuwa ya kutisha, lakini katika injili tunaona upendo wake ukitenda kazi katika hukumu. Mungu aliamua mwenyewe kubeba adhabu ya dhambi kupitia Yesu Kristo. Yesu alikufa msalabani ili sisi tusihukumiwe na mauti ya milele. Hiyo inaonyesha kwamba Mungu hakusamehi tu, nina haki haki, bali alitenda haki kwa kujitoa mwenyewe. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye hatavumilia dhambi ndiye pia mkombozi aliyependa kwenye dhambi. Anataka tuwache uovu na turudi kwenye kweli yake, ili tupate kuishi anataka tuache dhambi ili turudi kwenye kweli yake ili tupate kuishi. Hukumu yake ni sehemu ya injili kwa sababu inaleta mwisho wa uovu, inaleta mwisho wa mateso, inaleta mwisho wa unyonyaji, lakini vile vile inaleta mwisho wa ukandamizaji wa wasio na hatia. Ni hukumu inayorejesha ulimwengu katika utakatifu na amani. Mungu ni hakimu wa haki. Mungu ni mpiganaji wa uovu. Mungu ni mkombozi wa wanyenyekevu. Anapohukumu anahakikisha haki na tawala. Anapopigana anapigania utakatifu. Anapovumilia ni kwa upendo wake kwa mwanadamu. Siku moja atarejesha ulimwengu wote katika amani ya milele, ambapo hakuta hakutakuwepo tena na dhambi wala machozi. Tuombe. Ee <tipos> Mungu wetu mwenye haki, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni jaji wa kweli na mpenda haki. Tunakushukuru kwa rehema zako ambazo zimetuepusha na adhabu ya milele kwa njia ya Yesu Kristo. Tusaidie kuishi maisha safi na kuepuka dhambi tukitambua kwamba wewe huona yote na una hukumu kwa haki. Tuweke katika upande wa haki yako siku zote, hadi utakapokuja kutuokoa, hadi utakapokuja kutuchukua. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.